Karibuni sana katika chaneli yangu, msisahau ku like, comment na kusubscribe ili msipitwe na video zinazofuatia. Zinazofuatia. Leo tuna video nyingine ya kupamba keki. Hii ni inchi sita moja nimepamba kwa rangi ya njano kulingana na mteja alivyokuwa anataka. Kama una swali maona ushauriweka kwenye comment. Pia kuna video mbalimbali unaweza kaangalia jinsi ya kuandaa buttercream, kupamba keki aina tofauti tofauti na kupika na kupamba keki, video zake nyingi nimeweka hapo nimepamba inchi sita. Hapo nishapaka koti ya kwanza. Hapo napaka koti ya pili. Koti ya kwanza vizuri kupaka rangi nyeupe, halafu ya pili utaweka rangi ambayo unapenda au rangi ambayo mteja wako anapenda. Baada ya hapo nikaanza kusawazisha kwa kutumia kitana changu kama hicho, kama tunavyoona kwenye video yetu. Baada ya hapo ukimaliza unaendelea na hatua nyingine. Kama utakuwa na swali lolote, weka kwenye comment. Pia unaweza ukashare video hii na wengine wajifunze. Kama ndo unaanza, jitahidi sana kufanya mazoezi ili mkono wako uwe mwepesi. Usisubiri mpaka uone kama unaanza. Fanya mazoezi, pika mara kwa mara, jitahidi keki zako ziwe tamu kuanzia ndani na pia jitahidi kupamba keki zako vizuri ziwe na muonekano mzuri. Sio unajitahidi kupika kupamba ufanye mazoezi. Jitahidi kwenye navyo vyote muonekano wa nje na muonekano wa ndani. Baada ya hapo nilianza kuweka maua yangu ya juu kwa wale ambao wajui kutumia nozo, jitahidi sana kufanya mazoezi ili kuweza kuchola maua kwenye keki, kwa sababu kuna keki zingine zinahitaji maua ili uweze kuchola maua mazuri yenye kulingana, yenye kupendeza kama tunavyoona kwenye video yetu. Baada ya hapo keki yangu ikawa tayari kama unavyoona. Baada ya kumaliza nikuja nikaweka topa yangu, nikaja nikaweka na vipipi kwa juu kama tunavyoona kwenye video yetu na baada ya hapo keki yangu ikawa tayari kama unavyoiona hapo, kaweka vipipi baada ya kumaliza hapo, keki yangu ikawa tayari kama unavyoiona. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu na karibuni sana sana. Keki yetu ndio hiyo, imependeza sana na simple sana, ina mvuto, ina mwonekano mzuri baada ya hapo unaweka jina lako, na ndipaka mafuta hii iweze kung'aa vizuri, na baada ya hapo kazi yako inakuwa tayari kama hivyo inavyoonekana kwenye video yangu. Asanteni sana sana sana.